Kwa niaba ya wanahabari ambao tumefanya kazi na Semi muda mrefu, tunaomba kutoa salamu za pole kwa familia, kwa vijana amalimano vivii. Ni mwanahabari tumekuwa naye katika hii kazi kwa muda. Tunatoa pole kwa baba na wanafamilia wote kwa msiba huu. Sisi kama wanahabari tumepokea huu msiba kwa masikitiko makubwa, kwa sababu Semi alikuwa katibu, alishakuwa katibu wa chama cha habari mkoa wa Arusha. Lakini vile vile Semi Kiondo si tu alikuwa mwanahabari wa kuandika, lakini alishawahi kumiliki chombo cha habari hapa Arusha. Kuna baadhi ya wazee nawaona hapa mashuhuri, nakifahamu, alikuwa na gazeti yake, ilikuwa inaitwa Tanzania Yetu, nandamwarilia kwa hiyo alisha kumiliki chombo cha habari hapa Arusha, lakini vilevile alishakuwa meneja wa Radio 5 hapa Arusha. kwa ni mtu ambaye ametoa mchango mkubwa sana katika tasnia hii ya habari. Kwa sisi kama marafiki zake, ndugu zake, ambao tumefanya naye kazi kwa muda mrefu, yeye pamoja na, na, na mkewe, tumesema wanahabari watatoa salamu zao za pole kidogo, kwa kugaramia kufikisha msiba huu nyumbani kwenda kumpumzisha ndugu yetu, lakini vivyo tutaendelea kushirikiana na familia kama ilivyo desturi yetu, kuhakikisha kwamba hili pengo ambalo Semi ameliacha walau mjane asijione kwa kwamba yuko peke yake. Tutaendelea kutoa ushirikiano ambao unahitajika kuhakikisha kwamba pengo hili lisiwe kubwa sana kwa, kwa familia. Baada ya kusema haya, tunatoa pole na Mungu amlaze mahali pema.